Habari, habari za leo. Karibu katika chaneli yetu JS AB Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy, na leo tumekuwa tukiulizwa swali na watu wenye changamoto ya bawasiri wakituuliza, uh, je uh, upasuaji wa bawasiri uh, unahitajika? Sasa nikumbushe uh, kwamba tutataja uh, madhara ya kufanyiwa uh, kufanyiwa upasuaji Uh, wabawasiri uh, nikumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza uh, kupata dondoo za kiafya uh, tunazo uh, zituma uh, kila siku. Lakini nikumbushe pia, kwenye video ambazo zimepita tumeelezea uh, ni namna gani ya kuweza kuondokana na bawasiri, dawa gani nzuri ya kutumia kwa ajili ya kuondokana na bawasiri, na ni lifestyle gani ambayo inatakiwa kuishi kuweza kuondokana na bawasiri, pamoja chanzo, dalili na kuielewa bawasiri kiundani. Wengi wamekuwa wakijua bawasiri, wameshindwa kuielewa bawasiri, na mara nyingi wanaielewa pindi ambapo wameshapata A, madhara a, yale makubwa. Ni ukumbushe kama una swali lolote juu ya afya basi, a, utatuuliza hapo chini na sisi tutaweza a, kukujibu a, moja kwa moja namna ya kuondokana na changamoto ambayo itakuwa inakutesa. Sasa ndugu yangu, nipende kukushauri wewe ambaye unafanyiwa operation a, au kufanyiwa na upasuaji wa bawasiri. Tunasema upasuaji wa bawasiri au inatumika a, kama Uh, uh, kama njia mbadala ya kukosa suluhisho la kuondokana na bawasiri. Ingawa changamoto hii mara nyingi baada ya operation, abawasiri operation a uh, ina huwa mara nyingi bawasiri huwa inarudi, ndio maana mara nyingi uh, tumekuwa tukikutana na watu anakuambia amefanyiwa operation ya bawasiri A zaidi ya mara moja, lakini changamoto imeweza kurudi pale pale. Ni kwa nini changamoto inaweza kurudi pale pale? Ni kwa sababu unapofanyiwa operation, mara nyingi utakatwa ule uvimbe wa nje na tunajua bawasiri naanzia ndani kuja nje. Kwa hiyo kishakatwa, automatically ile iliyobaki ndani itaweza kuja nje. Ndio maana mara nyingi bawasiri huwa inajirudia baada ya operation. Kwa hiyo, atushauri sana operation kwa sababu kuna tiba ambazo zinaweza zikakufanya wewe kuondokana na bawasiri bila upasu, upasuaji. Kwa mfano ukitumia pailikea ni dawa ambayo imekuwa ikisaidia watu kuondokana na changamoto ya bawasiri moja kwa moja bila kutumia a, bila a, upasuaji. Sasa a, kama unahitaji dawa hii basi utatucheki, tutakuelekeza namna ya kuweza kuipata. Tuangalie moja kwa moja madhara ambayo utaweza kuyapata mara tu baada ya, ya kufanyiwa upasuaji. Kitu cha kwanza ni maumivu makali. Mara nyingi baada ya kufanyiwa upasuaji kwenye ile sehemu ambayo itabaki kuwa na kidonda, basi itakufanya uweze kuwa na maumivu makali ambayo utakuwa unayogulia, na mara nyingi haya maumivu makali huwa yanaweza kuwa ya ni ya muda mrefu au ni ya muda mfupi, kulingana na madhara ambayo utakuwa umeyapata, au kulingana na mwili wako utakuwaje. Na pale ambapo utapata maumivu ya muda mrefu ambayo yasiyokoma, basi utatakiwa kurudi hospitalini kuweza kuchunguza upya ili kuweza kupata ushauri zaidi. kwa ma, hiyo madhara namba moja ni maumivu makali. Maumivu, watu wengi waliofanya operation wanapitia maumivu makali makali sana, akikutana naye basi uh, utaweza kuona hawezi kukaa, hawezi kutembea vizuri, na imekuwa uh, ni changamoto uh, kubwa. Lakini uh, madhara mengine ambayo utayapata ni kwamba uh, utashindwa kuweza uh, uta, uta, itasababisha usaa uh, kwenye njia ya haja kubwa kulingana na mwili wako ambavyo uh, upo kwa sababu mwili yetu pia inatofautiana kwenye namna ya kuweza uh, kuweza kureact. Kwa hiyo wengi sana unakuta nakwambia Uh, natokwa na usaa pale ambapo uh, ilitokea uh, ilit, nilifanyiwa operation ya ule uvimbe kwenye njia ya haja kubwa, umetokea na usaa, ina maana panatungwa usaa. Kwa nini panatungwa usaa? Kwa sababu nakuta hajapashona vizuri au kuna changamoto nyingine ambayo imeweza kujitokeza. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo wengi wanakutana nayo, natokwa usaa, na pengine huwa panaanza kuoza. Kwa hiyo ni changamoto wengi wamekutana nayo. Hayo ni madhara pia ya kufanyiwa operesheni <coughs> ya bawasiri. Madhara mengine ni maambukizi kwenye njia ya haja kubwa. A, ni kwa nini maambukizi? Kwa sababu unapofanya uh, operation, huenda pia vile vifaa visiwe visiwe salama kiivyo kama wengi ambavyo tungefikiria. Lakini pia a, kingine ni inatokea maambukizi kwa sababu pale utatengeneza kidonda. Nakumbuka hiyo ni sehemu ambayo mara nyingi uh, ni, sehemu ambayo ni kama vile imejificha ina maana sio wazi kwamba inaweza ikapigwa uh, hewa au sawa kwa hiyo mara nyingi inaweza kusababisha uh, maambukizi. Maambukizi ni kwa, ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwepo kwa vidonda na majeraha hayo yasiyo ya, uh, ya muda mrefu. Lakini madhara mengine ambayo utayapata ni kushindwa kuzuia mkojo. Ndio maana wengi wao wanauliza je, kuna uhusiano uh, kuna uhusiano wa kua, wa bawasiri na tezi dume? Ni kama vile vitu hivi huwa kama vina mahusiano. Aa, lakini pia nikukumbushe, ni, ni kuelekeze kwamba hapa kuna uhusiano lakini, ukifanyiwa operation ya bawasiri mara nyingi huwa inaleta changamoto kwenye kupata mkojo. Kwa nini kwenye kupata mkojo? Kwa sababu <coughs> kwa sababu huwa unavyokuwa unasukuma, huwa ina asidi mtu asiweze kusukuma ule mkojo na kuweza kuogopa moja kwa moja, na pengine mkojo unaweza ukawa unasukuma au usiweze uh, kutoka kwa sababu hizi sehemu zote uh, za uzazi na sehemu ya njia ya haja kubwa ni sehemu ambazo ni kama vile zinaingiliana baadhi ya, ya ya misuli inaingiliana kwenye utendaji kazi, kwa hiyo kitokea umeathirika, basi au unaweza ukapata shida kubwa. Ndio maana pia bawasiri ni chanzo cha upotevu wa nguvu za kiume, lakini pia madhara mengine ambayo a, utaweza a, kuyapata huenda ikawa, ikawa ni chanzo kizuri ikawa ni ni chanzo kizuri pia cha kansa kwa sababu inapotokea sehemu ambapo umeshonwa shonwa inatokea kufa kwa seli na kufa kwa news, a, kwa, kwa, kwa seli lakini na tishu. Kwa hiyo inaweza ika ikawa rahisi akuwa ya seli nyingine kuweza kufa na nyingine kuweza kukua bila kuwa mpangilio. Ina maana tunavyosema saratani au kansa ni pale ambapo seli zi nyingine zinakufa au nyingine zinakuwa bila bila mpangilio. Kwa hiyo kitokea, inaweza ikawa ni mazingira ambayo ya ya yanaweza ikawa yakakupelekea changamoto hiyo aa, ya kansa ya njia aa, ya haja kubwa, lakini pia aa, madhara mengine na ni kutopata choo kabisa, kutopata choo na kupata choo kigumu. haya, haya ni madhara mengine ambayo utayapata baada ya kufanyiwa upasuaji. Ni kwa nini? kwa sababu mtu atakuwa anajiogopa, ataingia ile ofu. Ikishaingia ile ofu, basi naweza ikampelekea changamoto ya kutopata choo na kupata choo kigumu, kwa sababu ukifikiria yale maumivu. Ndio maana mara nyingi watu wenye changamoto ya bawasiri mara nyingi huwa anaenda chooni kwa step, na anakula kwa stepu, kwa sababu anajiogopa, akienda kule atapata yale maumivu makali. Lakini pia a, kwa nini usifanye pia upasuaji ni kwa sababu inaweza ikapelekea uh, uh, upungufu wa damu kwa sababu kuna damu zitavuja nyingi, lakini pia kuna damu huenda ikaendelea uh, kuvuja mara tu baada uh, ya upasuaji uh, ikiwa uh, ikiwa hujafanyiwa uh, uh, hujafanyiwa ule ushonaji uh, mzuri. Lakini pia watu aa uh, frequency bleeding huwa wanasabi huwa ina ikiendelea kuwepo huwa inasababisha mtu aweze kurudi hospitalini, kwa inaweza kupelekea pia uh, upungufu uh, wa damu uh, mwilini kwa sababu gani? Kwa sababu uh, damu itavuja nyingi na itavuja uh, ya kutosha. Lakini pia kingine, ni kwa nini pia sasa atu, atu, atupendelei sana uh, ufanyiwe uh, operation hiyo ya bawasiri ni kwa sababu ya hizo uh, hayo madhara ambayo huenda ukayapata, na hayo madhara ni madhara makubwa, sio madhara madogo, ni madhara makubwa ambayo pia yanahatarisha afya zetu kwa hapo baadaye, na tu wengi wameweza kuona hii na wengi wameweza kupitia hii. Sasa ili kuweza kufahamu, tuambie hapo kwenye comment, ulipata madhara gani baada ya kutumia baada ya kufanyiwa Uh, operation. Lakini nikukumbushe sio mpaka ufanyia operation, tafuta dawa za kuweza kuondokana na hiyo changamoto uh, ya bawasiri. Dawa zipo nzuri ambazo unaweza ukazitumia kuondokana na bawasiri na zikakusaidia kutokomeza hii changamoto kabisa na ukaweza kuwa mtu mwenye afya bora uh, na imara. Nikukumbushe kama una swali uh, lolote juu ya afya utatuuliza hapo chini, lakini pia kama aujia tu, aujia, aujia subscribe basi subscribe ili unapata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu, ana Mungu akubariki.